Asanteni sana wanamwanza kwa kutunga mkono. Kuna mtu alisema kwamba mkifika uwanjani, mkifika watu thelathini na ama nchi mfikisheni habari ya, ya kwamba tuko wengi sana. Kwa mara ya kwanza CHAUMA tuko wengi sana uwanjani, asanteni sana, karibuni sana haya. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, naomba nimlete Aisha Madoga kutoka kule Dodoma, huyu alikuwa mwenyekiti wa ex wake kule Dodoma, karibu. Ametoka ananipunguzia muda, naomba nimlete ndugu mgonja kutoka kule Kilimanjaro huyu alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa kile chama tulikotoka. Ameondoka na mkoa wake, wameshindwa kufanya mikutano kule Vunjo, kule Same na kadhalika.